Wewe bwana na kandarasi wako eh, wewe Karimani, na na wewe mkandarasi mzee, nyie mnanyanyasa wafanyakazi vijana wa Kitanzania. Waambie, mpe mikrofoni Haya, la pili, ngoja kwanza. La pili hapo hapo katika mshahara, sio tu kwamba wanawacheleweshea, lakini kiwango wanachowalipa ni kidogo, si sawa?

wachongea na, na wakubwa zao wa Islamu hmm, watahakikisha kwamba wanalipa kwa kiwango cha Watanzania kwa kutakiwa, hey, kima cha chini. Okay. tunataka walipe kwa viwango kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, wasiamue muetu wao. Okay. Jamani, tuko sawasawa hapo, si ndivyo? Hivyo wanasema wanakwenda kuzungumza na wakubwa wao, nina na sisi tutamshauri Mheshimiwa waziri mkuu, sisi tutamshauri Mheshimiwa waziri mkuu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ya kwamba hawa tunaozungumza nao ni wadogo. Tunataka wakubwa wao watoke huko waliko waje wakutane na sisi hapa. <coughs> Imenda haya, kama ni sawa sawa, mimi nimemaliza.